Hisia zangu sehemu ya sita. Ilipoishia dude la punda likiwa limeingia vizuri kabisa kwenye uchi wangu, huku binti wa kisukuma nikiendelea kuzungusha kiuno changu. Ilikuwa ni raha na utamu usio kifani, uchi wangu ukiwa tepwe tepwe, nikaanza kuhisi kukojoa, nguvu zikaniisha kabisa na miguu ikawa inatetemeka, huku uchi wangu ukivuja miuteute ya kutosha ya dude la punda. Mara ghafla, nikashangaa nimeshikwa begani na mkono wa mtu Nilipoinua uso ili nimuone aliyenishika, sikuamini macho yangu. Alikuwa ni baba Sajuki, bosi wangu, akiwa kajifunika shuka. Ina maana katoka kitandani kulala. Da, niliona aibu sana. Yaani, nikaupeleka mkono wangu nikalishika dude la punda na kulichomoa, huku likiwa linelowa ute wa kutosha kabisa. Punda akawa ananifuata ili anichomeke tena, lakini kwa hasira baba Sajuki akampiga kofi la mdomo, akarudi nyuma nikiwa na aibu ya kutosha. Nikawa nalia na huku naishusha mini yangu, nikaishusha vizuri kabisa na kujistili mbele ya uso wa baba Sajuki, japokuwa tayari kaniona. Baba Sajuki akanishika mkono na kunikumbatia, huku akiniambia usifanye tena hii tabia, binti yangu. Kufanya mapenzi na mnyama ni halamu, binti yangu, tena ni lana kubwa sana wewe ni mrembo sana na bado una umri mdogo, utapata tu mwanaume, mbona wapo wengi? Basi nikawa naendelea kulia kwa kwikwi kwi tu, huku nimemkumbatia vizuri kabisa mzee Sajuki. Naye akaendelea kuniambia, kunikumbatia huku akiniambia, usijali binti yangu, sitomwambia mke wangu, ila usirudia tena hii tabia, maana sijaipenda hata kidogo. Yaani nikamjibu mzee Sajuki kwa sauti ya upore, nilishindwa kujizuia. Niliposema hivyo nilishangaa mzee Sajuki akisema huku akinipapasa makalio yangu, usijali binti yangu mrembo, kama msaada nitakusaidia na nakuhakikishia utafurahia zaidi hata ya kufanya na huyo mnyama. Nikakubali kwa kutikisa kichwa huku nimeinamisha kichwa tu. Basi akaniambia, binti yangu, huyo mnyama hakupi raha, ila ni karaha tu, ebu inua kichwa kwanza nitazame usoni kwangu. Basi nikainua uso na kumtazama mzee Sajuki usoni, naye akanitazama, kisha akausogeza mdomo wake mdomoni kwangu, na hapo hapo, jirani kabisa na zizi la punda, tukaanza kupeana ndimi zetu, maana nilikuwa nina kama miezi kadhaa hivi bila kula denda la mwanaume. Sekunde chache niligundua kuwa mashine ya mzee ilikuwa imesimama kwa kuwa nilikuwa namwogopa, sikutaka hata kuigusa, badala yake nikajitoa mwilini mwake na kutimua mbio kuelekea ndani, kisha nikajifungia mlango na kuwasha radio sauti ya juu kabisa. Basi kesho yake sikutoka ndani ya asubuhi kama ilivyo kawaida yangu. Mama akaja kunigongea na kuniuliza nina tatizo gani leo. Nikamwambia najisikia vibaya tu na hisi nitakuwa na malaria. Basi mama akasema nitoke kidogo ninywe maziwa fresh ili nipate nguvu angalau. Baadaye mzee Sajuki akagonga mlango, nikamfungulia na kuingia ndani kwangu. Kwa kuwa chumbani kwangu hakuna viti, ilimbidi akae kitandani nilipokuwa nimelala mimi. Basi nikamwona Mzee Sajuki akianza kunipapasa papasa mwili mzima. Nilisisimka sana kisha, akainuka na kuenda kufunga vizuri kabisa mlango wa chumba changu. Akarudi na kuendelea kunipapasa papasa mwili wote, huku joto likizidi kunipanda, na hapo nikaamini kweli binadamu ni binadamu tu na mnyama atabaki kuwa mnyama. Maana Mzee Sajuki kabla hata hajanitia, nilikuwa tayari nipo hoi kwa mizuka na muhemuko. Itaendelea. Maoni yenu jamani, ili tuendelee haraka haraka maana ni ndefu. Maoni yananipa moyo wa kuendelea kutoa haraka. Usisahau kulaiki na kukomenti. Pia ni muhimu kusubscribe chaneli yangu ya YouTube. Himaya ya simulizi. Tuendelee.